Kuna mwingine anakuwa hawezi kabisa ku leave kwenye group, yani kujiondoa kwenye group la WhatsApp. Sasa nimeenda kuelekeza hapa jinsi gani. Unaenda unafungua WhatsApp yako, utatafuta group ambalo unataka ku leave, subiri ifunguke. Baada ya kufunguka kama hivyo, utaenda kwenye group ambalo unataka ku leave. Umeona yani, shukia kwenye group ambalo unataka ku leave, subiri ifunguke hapo Mwana, sasa magrup yangu nili -achieve, so nitabonyeza hapa kwenye achieve. Kama utakua nalo plan, utakua nalo so, tufungue hapa kwenye ambapo nimeachieve sasa, nikuonyeshe insi gani ya kuweza ku. Baada ya hapa nakuja kwenye group, mfano group u single. E, single, e, e. Ni kama group la demo tu la kutengenezea tutorial, lakini sio group official, lakinis Utahitaji kulifungua, utalifungua. Baada ya kulifungua kama hivyo, utabonyeza huku juu kabisa, huku utabonyeza hivyo. Ukishabonyeza utasubiri, utashuka chini. Ukishashuka chini, kuna sehemu hapa imeandikwa exist. Hapa utatoka, utabonyeza. Ukishabonyeza utabonyeza hapa exist group itatoka unaona, bonyeza palipo ni kwa delete hapa chini kwa delete. Ukisha delete una delete hapa group, unaona, utasubiri load, inani amekwambia usubiri. Unaona hapo utakuwa umekamilisha zoezi zoezi, zoezi, zoezi zoezi lako, unaona hapa zoezi litakuwa lime nini limekamilika. Hata tukirudi kwenye magroup hatuwezi kulikuta, unaona lile group la single nini